ITV imefika hadi katika machinjio ya Mbagala yaliyoko wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam na kushuhudia wamiliki wa machinjio hayo wakiendelea na ukarabati huku wakiiomba TFDA kuwaruhusu kuendelea na uchinjaji kutokana na madai kuwa mazingira kunakochinjiwa ng'ombe kwa sasa si salama kwa ubora wa nyama na afya mlaji. Baada ya kufunga ile chinjio huduma ya nyama sababu, yani ni, ni tabu tabu mno. Kwanza nyama zinafika saa sita mchana kutoka Pugu Pugu, kwenye tunakoenda pa kuchinjia hamna, tunachinjia chini. Tumeenda Kimara machinjio yamejaa, yaani ng'ombe zimekufa kwenye gari hawataki tushushe, ni tabu mtupu. Tukakimbilia Pugu, ndo huko ndo kabisa Tukachia hapo, tuchinjia angalau. Katika machinjio ya Ukonga, Mazizini na Vingunguti, hali ya usafi bado si shwari kutokana na uwepo wa kiasi kikubwa cha kinyesi cha ng'ombe ambacho baadhi ya vibarua walionekana wakihaha kukisomba, huku mitaro ikiwa na maji machafu yaliyotwama ikiambatana na harufu mbaya katika eneo lote la machinjio hayo. ITV imeshuhudia baadhi ya vijana katika eneo hilo wakicheza mchezo wa pool huku wengine wakipata vinywaji vyenye vileo, swala lilodai kusababishwa na ukosefu wa kazi baada ya kufungwa kwa machinjio hayo, ambapo pia katika baadhi ya mabucha bei ya nyama imepanda bei kutoka shilingi elfu sita iliyokuwa imezoeleka hadi kufikia shilingi elfu saba na elfu nane kwa kilo moja ya nyama. Kweli imeleta athari kwa sababu kuna badiliko kidogo la bei kwa kawaida buchani, asilimia themanini nyama ilikuwa na uza elfu sita buchani, ila sasa hivi nadhani iko kwenye elfu saba elfu nane. Kwa hiyo imeleta athari kwa walaji kwanza kwa sababu hali yetu ya uchumi iko chini kidogo. Kwa hiyo sisi ndo wahusika wa hapa, lakini imetuumiza. Uh, vijana tumeathirika sana kwa sababu sasa hivi vijana wanashinda kwanza mitaani, vijana wanashinda wacheza mapul tebo hapa Pugu anaogopa mazingira Pugu sio mazuri sana, kwa sababu vijana tulikuwa tumejiajiri hapa, mtu anampa kibarua kijana mwenzie anachuna. Akizungumza mara baada ya kuhitimisha kufanya tathmini ya utekelezaji wa maagizo ya kuondoa viashirio hatarishi katika machinjio hayo ambavyo vinaathiri ubora wa nyama na afya mlaji, meneja wa kanda ya mashariki wa mamlaka ya chakula na dawa TFDA Emmanuel Alphonse amesema watatoa tamko la kufunguliwa ama kuendelea kufungiwa kwa machinjio hayo baada ya kufanyika kwa kikao cha tathmini ya kitaalamu la, la, la msingi. Wakati tu, wana, wanazungumzia nyama zimeadimika, ni jukumu la serikali kulinda afya zao, na hakuna taifa ambalo lita, litaishi bila kuwa limelindwa kiafya. Kwa hiyo tunachotaka kuhakikisha ni kwamba jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunalinda afya ya, ya mwananchi ya mlaji ili tuhakikisha kwamba anapata bora nyama anapata nyama ambayo ni bora na salama. Kwa hiyo pale tutakapojiridhisha viashiria hatarishi vimeondoka, tutaruhusu machinjio zita, zitafanya kazi. Nyumangu ni baadhi ya vijana walikuwa wakitegemea machinjio haya ya Pugu kwa ajili ya kujipatia kipato cha kila siku, na sasa hivi wanasema shughuli zote za uzalishaji kutegemeana na machinjio haya zimekwama kutokana na machinjio haya kufungwa, kiasi kwamba inaolazimu sasa kucheza pool table kama inavyoonekana. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Buhohela, ITV.